Unaangalia Daddy Face TV. Mchezo ka, fresh. Fresh, wa mchezo, wa mchezo, mchezo, mchezo ulikuwepo mzuri, una ushindani, watu wanaonesha ufundi, kuna battles, watu wanaingiana physical battle. battle mpira yani, mpira unaonekana, mpira mzuri ukiachana, okay, na matokeo ya leo tuzungumzie. Kwa upande wa timu ambayo unaona kwamba ilikuwa na deserve kwenye matokeo ya leo, ukiachana na matokeo ya mwisho wa mchezo, timu ambayo unaona imecheza vizuri, ilikuwa na deserve. Kuna hafu mbili, mimi nadhani hafu ya kwanza walistahili State of Vibes kwa sababu walikuwa wanacheza direct, au au Lamata walikuwa wanapasiana lakini sio direct, yani hawaendi mbele. Kwa hiyo, kwa first half State of Vibes walideserve kabisa kupata matokeo yao yapata kwa second half nadhani yoyote alikuwa na deserve kwa sababu baadaye watu walibadilika, wote wakawa wanacheza straight. Sasa watu wanapasiana, Lamata wanaenda mbele wanachukua mpira straight, up vibes wanapasiana wanaenda mbele pia. Kwa upande ambapo ambapo umezungumzia kuhusiana na umiliki wa m, wa mchezo kwa upande wa Lamata. Lamata ilionekana kumiliki sana mchezo kwa kuanzia kipindi cha kwanza eh, kwa kwa kitu kwa kipindi cha kwanza chote. Lakini kwa upande wa nafasi kutengeneza nafasi kwa ajili ya kufunga ilikuwa ni changamoto kidogo. Unafikiri kwa eh, ni kitu gani ambacho kilikuwa kinawafailisha wenzao wakipata mpira moja kwa moja wanaenda mbele kwa ajili ya kufanya mashambulizi? Mimi nadhani aina wachezaji wa kwa wamecheza Lamata leo, wengi wao nawafahamu, aina yao ya mpira ni watu wanapenda kuenjoy football, yani wanapenda possession, mpira utembee move, na most of them wanacheza ndio viungo na nini, lakini sio attacking minded, yani kwamba tunataka goli. Wao wana enjoy wacheze muda mwingi, nadhani hicho kitu kimwakosti sana ya kuanzisha viungo wote wale ya yeah lakini kwa mpira wa aina hiyo katika hatua hii ya mtoano, unafikiri inakuwa ina impact sana kwamba unakuwa unachezea sana mpira wakati unataka, eh, ni nyakati ambazo unataka sana matokeo? Mm, si dhani kama ina impact nzuri, kwa sababu ukiangalia hapa ni 30 minutes tu, alafu baada ya yote pia unahitaji matokeo yani, mmoja anatoka yani, hii sio mechi ya sio mechi tuseme ya point labda, mnaweza mkagana na pointi mkidraw, unaona imeisha draw uwanjani, mtu kaenda kutolewa kwa penalti kwao. Nadhani kama unahitaji possession kwa mechi kama hizi za maamuzi sio nzuri sana, especially ni muda mfupi. unaangalia Daddyface TV.